Muziki barani Afrika umeendelea kuwa sekta yenye mafanikio makubwa, huku wasanii wakijipatia utajiri kupitia mauzo ya muziki, mikataba ya matangazo na mapato kutoka majukwaa ya kidijitali. Mwaka 2025, orodha ya wanamuziki 35 tajiri zaidi barani Afrika inaonyesha jinsi tasnia ya muziki imebadilika na kuendelea kuwa chanzo kikubwa cha mapato kwa wasanii. Katika orodha hii, tunawatazama wanamuziki kutoka nchi mbalimbali barani Afrika ambao wamefanikiwa kujenga majina makubwa kimataifa. Lakini na kukumbusha ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ungana nasi kwa kusubscribe, na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification, ili uwe wa kwanza kupata taarifa za video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Hii ni FMB TV. Namba 35 ni Kasper Nyovest kutoka nchini Afrika Kusini ambaye ana utajiri wa dola milioni 7.5. Namba 34 ni Yemi Alade kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni 8. Namba thelathini na tatu ni Timaya kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni 8.5. Namba 32 ni Fino kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni 9. Namba 31 ni Dadi Rumba kutoka nchini Ghana ambaye ana utajiri wa dola milioni 9.1. Namba 30 ni Sauti Sol kutoka nchini Kenya ambao wana utajiri wa dola milioni 9.4. Namba ishirini na tisa ni Salfu Keita kutoka nchini Mali ambaye ana utajiri wa dola milioni tisa nukta tano. Namba ishirini na nane ni jidena kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni kumi. Namba ishirini na saba ni Tiwa Savage kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni kumi na moja. Namba ishirini na sita ni Jose Camillion kutoka nchini Uganda ambaye ana utajiri wa dola milioni 11.5. Namba 25 ni Diamond Platnumz kutoka nchini Tanzania ambaye ana utajiri wa dola milioni 12. Namba ishirini na nne ni Shatta Wale kutoka nchini Ghana ambaye ana utajiri wa dola milioni 12. Namba 23 ni MI Abaga kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni 14.5. Namba 22 ni Bobi Wine kutoka nchini Uganda ambaye ana utajiri wa dola milioni 15. Namba 21 ni Die Antwoord kutoka nchini Afrika Kusini ambao wana utajiri wa dola milioni 18. Namba 20 ni Banky W kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni 18. Namba 19 ni Akothee kutoka nchini Kenya ambaye ana utajiri wa dola milioni 20. Namba kumi na nane ni Fleva kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni 25. Namba kumi na saba ni Dibanj kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni 27. Namba kumi na sita ni Olamide kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni 30. Namba 15 ni Sarkodie kutoka nchini Ghana ambaye ana utajiri wa dola milioni 30. Namba 14 ni Fally Ipupa kutoka DR Congo ambaye ana utajiri wa dola milioni 30. Namba 13 ni Koffi Olomide kutoka DR Congo ambaye ana utajiri wa dola milioni 35. Namba kumi na mbili ni Steve Ofmail kutoka nchini Afrika Kusini ambaye ana utajiri wa dola milioni 40. Namba kumi na moja ni Mr. P kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni 42. mbili Namba kumi ni Tu Baba kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni 45. Namba 9 ni Rude Boy kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni 48. Namba nane ni Bana Boy kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni 60. Namba saba ni French Montana kutoka nchini Morocco ambaye ana utajiri wa dola milioni sabini Namba 6 ni Don Jazzy kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni sabini na tano. Namba tano ni Wizkidi kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni themanini. Namba nne ni Davido kutoka nchini Nigeria ambaye ana utajiri wa dola milioni 90. Namba tatu ni DJ Black Coffee kutoka nchini Afrika Kusini ambaye ana utajiri wa dola milioni mia moja. Namba mbili ni Akon kutoka nchini Senegal ambaye ana utajiri wa dola milioni mia na ishirini na nafasi ya kwanza inaongozwa na Youson N'Dour kutoka nchini Senegal ambaye ana utajiri wa dola milioni 180. Kwa kumalizia, orodha ya wanamziki 35 tajiri zahidi barani Afrika mwaka 2025 inaonyesha jinsi tasnia ya muziki imekuwa chanzo kikubwa cha utajiri na mafanikio kwa wasanii wa bara hili. Kupitia vipaji vyao, juhudi na uwekezaji katika biashara mbalimbali, wameweza kujijenga kama majina makubwa si tu Afrika bali duniani kote. Mafanikio yao yanadhihirisha umuhimu wa ubunifu, uvumilivu na matumizi sahihi ya fursa zinazopatikana katika sekta ya burudani. Zaidi ya kuwa vyanzo vya burudani, wanamuziki hawa pia ni mifano ya kuigwa kwa vijana wanaotamani kufanikiwa katika sanaa na biashara. Wameonyesha kuwa muziki si tu kipaji, bali pia ni biashara inayoweza kuleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi. Kwa kuendelea kuwekeza katika vipaji vyao na kupanua upeo wa biashara zao, wanamuziki wa Afrika wana nafasi kubwa ya kuendelea kustawi na kuleta athari chanya kwa vizazi vijavyo. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii